Kikosi cha Simba Queens kimetakata kwenye dimba la Meja Jenerali Isamunyo kwa kuibuka na ushindi wa mabao manne kwa matatu dhidi ya JKT Queens. Hati triki ya Gentrix Shikangwa na bao la Vivian Corazoni yamewapa Simba ushindi muhimu, huku mabao ya JKT yakifungwa na Jamila Rajabu, Donisia Minja na Anastasia Katunzi. Kwa ushindi huu, Simba Queens wanapanda hadi nafasi ya kwanza wakiwa na alama 40 wakifuatiwa na JKT Queens wenye alama 38 huku zikiwa zimesalia me tatu tu, ligi imalizike. Na kimataifa kocha mkuu wa Manchester United, Ruben Amorimi ametibua tetesi za uhamisho kwa kuthibitisha kuwa nahodha wao Bruno Fernandes hatouzwa. Katika moja ya mazungumzo aliyoyafanya na vyombo vya habari alinukuliwa akisema Bruno ni kiongozi, nahodha na, na ni kawaida kwamba watu wanamtaka Bruno, lakini tunataka kumbakisha Manchester United. Amorimi ya kuishia hapo na kuongezea kuwa Bruno ni moja wa wachezaji wa, wa juu wa dunia. Mpaka sasa Manchester wamesimama kidete kuhakikisha nyota wao huyo anaendelea kuwa sehemu ya kikosi cha mashetani wekundu kwa msimu ujao. Niambie kwenye komenti hapo chini, yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hizi. Niendelee kufahamika kama Dijumbo, endelea kuwa karibu na mitandao yetu kwa wingi wa habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.